Karibu sana, hii ni Little Town Media na leo tupo Kaole. Kaole ni eneo la kihistoria la kitaifa linalopatikana katika wilaya ya Bagamoyo Pwani nchini Tanzania. Kaole iko takribani kilomita 4.5 kusini magharibi mwa Bagamoyo. Maana nzima ya neno Kaole ni kutoka kwenye kabila la Kizaramo, wakimaanisha nenda ukaone. Hapo awali Kaole iliwekwa makazi katika karne ya 8 kama mji wa biashara. Nguzo za mikoko, sandarusi, mianzi na pembe za ndovu ndio zilikuwa bidhaa kuu za biashara. Eneo hili lina magofu ya kale yaliyojengwa kwa kutumia matumbao ya Kiswahili yaliyoanzia kati ya karne ya 13 na 16. Kaole ni mojawapo ya maeneo tajiri zaidi kihistoria, zilianzishwa katika karne ya 13 na 15 Mabaki ya majengo hapa Kaole yalijengwa wakati wa utawala wa Sultan wa Kilwa ambaye alikuwa ndio ana mamlaka ya juu ya biashara za pwani. Vivutio vya watalii hapa Kaole ni pamoja na mabaki ya misikiti miwili, mmoja uliojengwa karne ya 13 ambao ndio msikiti mkongwe zaidi Tanzania na Afrika Mashariki, na mwingine ukijengwa karne ya 15. Vivutio vingine ni makaburi 22, safu nene ya mikoko, kisima cha maji yasiyoisha, jumba la makumbusho lenye vitu vilivyotumika wakati wa ukoloni na bandari ya zamani. Mbali na Kaole kuwa moja ya sehemu palipoibeba historia kubwa hapa nchini, pia ifahamike kuwa Kaole ni moja ya sehemu iliyopokea Uislamu tangu zamani. Asante sana mtazamaji wa Little Town Media. Mimi ni Kelvin Mpinga, tukutane wakati ujao, nitakuletea nini kuhusu Bagamoyo. Usikae mbali nasi, endelea kusubscribe, kulike lakini like, share, pia na wengine waweze kufahamu yale mengi ambayo wanatakiwa kuyajua kutoka hapa Bagamoyo. kwa heri.